Uchambua, na karibu shabiki ya shiki wa Fidel Media. Bila shaka leo hii tutaangazia mfumo wa elimu mpya ambao sasa ni CBE. Mfumo wa awali wa elimu ulikuwa knowledge based education, KBE, muundo ukawa wa 8-4-4, mtaala ukiwa knowledge based curriculum, CKBC. Si mfumo wa sasa bado unaendelea kutekelezwa, ni competence based education, CBE, muundo ukiwa wa 2 6 tatu tatu, kisha mtaala ni competence based curriculum CBC. Ni kosa kudani eti CBC libadilishwa baada ya katibu mkuu wa wizara ya elimu kuzungumzia CBE, ambayo kwa wengi ilikuwa ni kama mara ya kwanza kusikia kitu kama hicho. Muundo wa elimu ya msingi kwa sasa ni mbili sita tatu tatu, miaka miwili ya elimu ya awali pre prim primary PP1 na PP2 kisha miaka sita ya elimu ya msingi primary grade ya kwanza hadi grade ya sita miaka mitatu ya shule ya junior, junior school grade ya saba hadi grade ya tisa miaka mitatu ya shule pefu senior school grade ya kumi hadi grade ya kumi na mbili kisha taasisi ya kiufundi chuo angalau miaka mitatu ya elimu ya chuo. Kumbuka usekondari hauko kwenye mfumo wa elimu ya sasa nchini Kenya. Msamiati wa sekondari uliondolewa kwenye mageusi ya CBC mwaka jana. Hakuna mambo ya sekondari ya awali wala sekondari ya chuo, ni shule ya junior na shule ya peevu. Shukrani sadati, kwa kuniazima sikio lako na kusikiliza makala haya, masuli tu, hadi wakati mwingine.